Jamii sana utamaduni, kile ambacho kinazungumzwa kwa kiasi kikubwa katika mitandao ya kijamii ni nchini Uingereza, ambapo inadaiwa ya kwamba katika miezi sita, aidha katika kipindi hiki cha miezi sita ya kwanza ya mwaka 2025 tayari wahamiaji haramu wasiopungua elfu 15 wameweza kuingia nchini Uingereza, kitendo ambacho kimepelekea Uingereza kupatwa na butwaa, licha ya kuwekeza kwa kiasi kikubwa na kutoa fedha huku na kule ili kuwavunja moyo wa wahamiaji ambao wanaotaka kuingia nchini Uingereza kwa kuwa Uingereza kupitia wizara yake ya mambo ya nje ilifahamisha ya kwamba wahamiaji ambao watakaokamatwa wakiingia Uingereza kwa njia ya magendo, basi hao watachukuliwa na kupelekwa katika mataifa mengine ambapo watakaa huko, wakati ambapo wakisubiri kuweza kukubaliwa kupewa hifadhi nchini Uingereza au la. Katika kipindi hichi cha miezi sita ya kwanza ya mwaka 2025 kiwango cha wahamiaji ambao wameweza kuingia nchini Uingereza kimewashangaza viongozi wa Uingereza na kufahamisha kwamba swala hili linatakiwa kujadiliwa kwa kina na kuweza kulipatia ufumbuzi. Idadi hii ya wahamiaji wasiopungua elfu kumi na tano, kutokana na takwimu ambazo zimechapishwa na jarida moja nchini Uingereza, inafahamisha kwamba idadi hii imevunja rikodi tangu idadi ya wahamiaji wengi walipoingia nchini Uingereza, rikodi ambayo iliyotajwa kuwa mwaka elfu mbili ishirini na mbili ikilinganishwa na hii ambayo imetajwa mwaka huu elfu mbili ishirini na tano ikiwa tu ni katika kipindi cha miezi sita, ha? vipi itakavyokuwa mwaka 2025 utakapomalizika, idadi hii kuweza kuongezeka kwa kiasi kikubwa, na juhudi kubwa ambayo imetumiwa na serikali kuweza kuwekeza kwa kiasi kikubwa kukabiliana na wila wa wahamiaji haramu kuingia nchini Uingereza. Upinzani nchini humo umetupia lawama serikali na kufahamisha kwamba serikali haiwajibiki ipasavyo na kutumia pesa za walipa kodi kuweza kulipa jeshi la polisi la Ufaransa, ambalo lilipewa jukumu la kuzuia wahamiaji haramu kutoka nchini Ufaransa kuweza kuingia nchini Uingereza, kwa kuwa wahamiaji ambao wanaoingia nchini Uingereza hutokea kwa kiasi kikubwa nchini Ufaransa na jeshi la polisi la nchini Ufaransa ambalo lilipewa jukumu la kuwazuia wahamiaji kuingia nchini Uingereza. Jeshi hili kwa sasa linatumiwa kwa kiasi kikubwa kufumbia macho safari za wahamiaji haramu kutoka nchini Ufaransa kuingia nchini Uingereza. Wakati ambapo upinzani ukitupia lawama serikali, serikali nayo inafahamisha kwamba Ufaransa ndio ambayo imeshindwa kuwajibika kama ilivyostahili kutokana na makubaliano ambayo yaliyosainiwa kati ya Ufaransa na Uingereza kuhusu swala zima hili kuhusu wahamiaji haramu wanaopitia Ufaransa kuingia nchini Uingereza. Mbinu mpya ambayo inatumiwa na wahamiaji hawa haramu kutoka nchini Ufaransa kuingia nchini Uingereza ni mbinu mpya kabisa tangu mwaka elfu mbili kumi na nane wakati ambapo jeshi la polisi lilikuwa limevalia njuga kama inavyostahili kuweza kuwaziwia wahamiaji hawa wasiwezi kuingia nchini Uingereza. Wahamiaji hao kwa sasa wanatumia kuyafukia katika mchanga maboti yao ya plastiki, wakati ambapo wataona kuna soo ya polisi, na baadaye baada ya muda, wakati ambapo watahakikisha kwamba watakuwa na usalama pindi ambapo watakapofukua maboti yao na kuweza kuyajaza upepo na kuyatia majini ili kuweza kuanza safari zao. Huwa wakifanya hivyo, huwa wakizikuwa maboti hayo, maboti ambayo ni ya plastiki, ambayo pia yanahitaji kuwekwa upepo na kuwekwa majini na kufungwa mashine na kuwa tayari kwa kuanza safari. Hufanya hivyo na pindi ambapo wanapokuwa majini la jeshi la polisi la Ufaransa ambalo kwa mtazamo wa wengi wanaamini kuwa jeshi la Ufaransa lina jukumu la kuweza kuwaziwia wahamiaji hao na kuwarejesha nchini Ufaransa. Sio hivyo, katika makubaliano imesainiwa ya kwamba jeshi la polisi la wanamaji la Ufaransa, jukumu lake ni kuziwia wahamiaji hao pindi ambapo watakapokuwa majini wasiweze kudhurika eidha kuzama pindi ambapo watakapokuwa katika juhudi za kutaka kuwaokoa, na sio kuwakamata kuwarejesha nchini Ufaransa. Na jambo hili linatajwa kwamba ndio upinzani nchini Uingereza hauelewi. Eidha upinzani humo nchini Uingereza unataka jambo hili liweze kurekebishwa na mkataba uwe wazi na jukumu la jeshi la Ufaransa liweze kubadilishwa na kuweza kuweka wazi ya kwamba jeshi la polisi la Ufaransa linatakiwa kuwakamata watu wote ambao watakaokamatwa majini wakiwa hawana vibali wakijielekeza nchini Uingereza kinyume na sheria. Boti hilo dogo la plastiki ambalo unaloona katika video hii inatajwa kwamba lina uwezo wa kusafirisha watu 80 ambapo kila mhamiaji mmoja anatakiwa kulipa kiwango cha dola kuanzia elfu tatu hadi dola elfu saba ili aweze kusafirishwa kutoka nchini Ufaransa na kuingia nchini Uingereza. Takwimu ambazo zimetolewa mnamo mwaka 2024 kuhusu wahamiaji haramu zinafahamisha kwamba wahamiaji haramu wapatao 78 ndio ambao walioweza kufariki wakijaribu kuvuka kutoka nchini nchini Ufaransa kuelekea nchini Uingereza idadi ambayo katika mitandao ya kijamii inatajwa kwamba ni ajali kazini na watu hao ambao walioweza kufariki wakijaribu kuvuka kutoka nchini Ufaransa kuelekea nchini Uingereza ni idadi ndogo mno ikilinganishwa na wale ambao wameweza kuingia nchini Uingereza. Makubaliano ambayo yaliyosainiwa kati ya Ufaransa na Uingereza kukabiliana na wimbi la wahamiaji kati ya mwaka 2023 na mwaka 2026 inatajwa kwamba ni dola nusu bilioni ambayo itasaidia ya jeshi la Ufaransa kuweza kununua vifaa vinavyostahili ili kuweza kuwazuia ipasavyo wahamiaji ambao wanaotaka kutumia ardhi ya Ufaransa na kutumia fukwe za Ufaransa kuingia nchini Uingereza kinyume na sheria. Mkataba kuhusu kuwazuia wahamiaji hao kutoka nchini Ufaransa kuelekea nchini Uingereza ni mkataba ambao unajadiliwa katika mitandao ya kijamii ya kwamba Uingereza ilizidiwa ujanja na Ufaransa. Tokana na kwamba Ufaransa iliweka maslahi yake mbele na kutojali kabisa idadi ya wahamiaji ambao watakaoweza kujipenyeza kutoka nchini Ufaransa na kuingia nchini Uingereza. Na bado kuna mvutano mkubwa, mvutano ambao unaotajwa kuwa utamalizika pindi ambapo Ufaransa itachukua jukumu kamilifu kuwazuia wahamiaji wasiweze kutumia fukwe za Ufaransa kuelekea nchini Uingereza. Idadi ya wahamiaji wanaoingia nchini Uingereza kuongezeka inatajwa kwamba ni baada ya kufahamika kwa taarifa ya kwamba jukumu la jeshi la polisi la Ufaransa la kuzuia wahamiaji haramu kuingia nchini Uingereza, jukumu lao sio kuwazuia kuingia nchini Ufaransa, bali jukumu lao ni kuwaokoa pindi ambapo watakapopata ajali wakiwa majini.